Wakurugenzi wa vyama vya ushirika katika eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wameelezea wasiwasi kuhusiana na kile wanachokitaja kama ushirikiano wa walinda usalama na madalali wa kahawa kutoka taifa jirani la Uganda. Kwa mjibu wa wakurugenzi hao, madalali wamekuwa wakinunua kahawa kutoka kwa wakulima, hatua inayodaiwa kupunguza mapato ya wakulima hao. na inji wa kahawa ako na haki ya kulindwa na mali yake, lakini sisi Mount Elgon hatulindwi na mali yetu. Mali yetu nyingi inaenda Uganda, so tungependa to address that situation. Mlete security wale wako saizi a -a kwa sababu tumefanya mikutano kikao mingi na hao lakini hawajawahi kufanikiwa. kwa mambo ya kahawa baada inaenda Uganda. Aidha, wakulima wameitaka serikali kupitia idara za usalama na kilimo kuimarisha doria katika maeneo ya mipakani ili kuhakikisha kahawa inanufaisha wakulima na kulinda sekta ya kahawa dhidi ya upotevu wa mapato. Smuggling ya kahawa imekuwa mbaya sana, na hizi kahawa hizi kahawa zinapita hata mbele ofisi ya county commissioner, sub county commissioner ya Cheptais, DCI ya Cheptais. Wakiona tu kahawa ikienda ng'ambo hii. Tunaomba cabinet secretary, ingewezekana hii security imecompromise na wale watu ambao wanasimago kahawa wakipelega nje ya Uganda. Na ninapoongea tunaambiwa wanalipwa hata shilingi 200 pikipiki moja. Kama serikali ya Kenya tuko napoteza ushuru mingi sana kwa kahawa ambayo inaenda Uganda, sababu hiyo ushuru ndio ingetumika kuandika watu kazi hapa Kenya, na barabara zingejengwa. Lakini unaona tukapoteza ushuru mingi kwa kawaida tukwenda Uganda. We all know that uh, coffee is the most is the second most traded com commodity in the world after oil. So tukipoteza ushuru wetu, hawa vijana ambao wanafanya kwa mfano kama meko mapa kama hii society zetu, watapoteza kazi kwa sababu production kwa factory hazitakuwa Nikiripotia mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao. Jina langu ni Joi Mwanzo.